Hiki kipindi hii miezi miezi ya tano ya sita ya saba, kuna kwa kuna changamoto kubwa sana ya baridi, hasa kwa wafugaji. Wapo wafugaji ambao wanafunika madirisha yao lakini Uh, pia wapo wafugaji ambao wanatumia vyanzo vya joto mbalimbali kama vile, uh, balbu zile za joto. Kuna majiko haya majiko ambayo unaweka mkaa na vingine vingi, ili mradi tu kuwafanya kuku wao wawe wana joto, kwa sababu kuna changamoto kama mbili tatu hivi ambazo huwa zinatokea sana kutokana na baridi. Mfano, kuna kuku kushindwa kutaga vizuri, yani kuku wakashuka utagaji wao kutokana na baridi ambayo ipo, lakini pia kuku kudumaa kwa wale ambao wanafuga e, broiler kuku wao wanakuwa wanadumaa. Sasa kwenye hii video ninakwenda kukupatia mbinu ambazo utazitumia ili kuweza kukabiliana na hii changamoto ya baridi. Nitaelezea nita, nita vizuri kabisa na hizi mbinu tunazitumia sisi hapa shambani. Tunapata mayai vile vile kama ambavyo tulikuwa tunapata, lakini pia kuku wetu hawa dumai, hawa broila hawa dumai hawa, na pia hatukutani na vifo. Manake changamoto nyingine kubwa ni kwamba ukifunika madirisha, kinachotokea kwa kwa, ni kwamba hewa inajaa bandani, kwa hiyo unakuwa unapata vifo vingi sana. Unakuta huu msimu kuna mwingine kuku wake wanakuwa, lakini anapata vifo vingi sana. Kwa hiyo sikiliza vizuri hii video mpaka kwa mwisho kuna tiba za asili hapa nitakutajia ambazo zinachochea, yani, zinaongeza joto kwenye mwili wa kuku au tunaweza tukasema kwamba zinakabiliana na baridi, yani zinamfanya kuku asisikie baridi ambalo lipo na mazingira ambayo yanakuwa yanamzunguka. Pia nitakuelekeza namna ya kuziandaa hizo tiba za asili. Nikukumbushe tu, sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji kupitia makundi ya WhatsApp. Tunao makundi ya WhatsApp ambayo tunakuelekeza namna ya kuwafuga kuku au namna vile ambavyo tunawafuga kuku hapa shambani kwetu kujiunga na ku kundi letu, ada ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Unaweza ukatupigia kwenye namba ambayo unaiona hapo au ukatutafuta WhatsApp kwenye hiyo namba. Na mwishoni kabisa pale ninakuwekea, nakuwekea e, logo ya WhatsApp ambayo ukibonyeza tu moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp yetu. Kwa hiyo utakwenda kujiunga. Uh, moja kwa moja kama utabonyeza hiyo logo utakwenda, utatutafuta, tutawasiliana, utalipia hiyo hela, kisha tutakuunga kwenye kundi. Sambamba na hivyo, unaweza ukapata vitabu vyetu vya ufugaji. Tunavyo vitabu vinne vya ufugaji. Tunacho kitabu cha safari ya ufugaji, hicho ni kwa ajili ya kufuga kuku chotala, lakini pia kuna kanuni bora kabisa ukiwapa kuku wa mayai wanataga vizuri kabisa. Lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler, hiki kina mwongozo wa kumfuga kuku wa broiler. Tunacho kitabu ambacho ni mwongozo wa kuku wa kienyeji pia. Tunao eh, huu hapa mwongozo wa kutengeneza tiba za asili. Kama unahitaji kutengeneza tiba za asili au kutibia ugonjwa fulani, kwenye hiki kitabu cha tiba za asili kinaelekeza ni jinsi gani utatibu, utachanganya nini na nini ili uweze kutibu, kama ni coccidiosis kama ni kideli, ugonjwa wowote ule utaelekezwa. Kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Vipo kwenye mfumo wa PDF. Kwa hiyo tunakutumia soft copy. Sisi hatuna hard copy. Vitabu ambavyo tunavyo hapa ni soft copy. Inatakiwa uwe na WhatsApp ndipo tukutumie. Kama huna WhatsApp labda utaenda stationari, tutamtumia mtu wa stationari. Sasa hapa, kuna mambo mawili ya kuzingatia wakati unakuwa unataka uh, kuzuia baridi shambani kwako. Hakikisha pia unapata hewa ya kutosha, unazuia magonjwa. Wapo ambao wanaweka maturubai kama hivi, wanafunika mabanda yao ili baridi lisiingie bandani, lakini kinachokuja kutokea hapa ni kwamba mle bandani inakuwa harufu kali, kwa hiyo wanaanza kupata vifo vya ghafla. Uh, unajua wewe unaweza ukawa unaingia bandani, unaona kama vile banda lipo sawa, lakini kuku, kumbuke kwamba muda wote wanakaa mle ndani kwao, hata harufu kidogo ambayo wewe unaisikia kwa kuku italeta madhara, akivuta aki ile harufu ina, inaleta madhara, anaishiwa ule mzunguko wa, wa damu hasa kichwani kwake unakuwa upo sawa na hivyo anakufa kifo cha ghafla. Uh, kwanza tuwaze na muundo wa banda uh, unahitaji kupata muundo wa banda ambao unatazamana ule usawa ambao jua linakuwa linatokea kiasi kwamba marefu yawe yanalitazama jua pale asubuhi linapotoka na jioni linapozama, ili asubuhi jua liweze kuingia bandani a pia na jioni. Jua la asubuhi na jua la jioni ni muhimu sana hiki kipindi cha baridi, yaani ni muhimu sana sana kuliko kawaida. Hii inawahusu sana wale ambao wanakuaga wanafunika maturubai kwenye mabanda yao. Sasa aa, kitu muhimu zingatia ni kwamba kwanza maturubai usiwafunikie kuku wakubwa. Kama kuku tayari ana manyoya vizuri kabisa huyu kuku e, baridi kumwathiri ni mara chache sana. Kwa hiyo kitu ambacho, kama kuku wako labda wapo chini ya wiki tatu, unaweza ukafanya hivyo, lakini hakikisha wakati wa asubuhi unayafunua yale maturubai yote, ili kuruhusu ili jua liingie ndani na wakati wa mchana liingie vizuri kabisa. Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu sana ambacho unahitaji kukifanya, wewe ambaye unafunika una maturubai, usifunike muda wote. Uh, michanganyo kama vile pilipili kuna, kuna hii pilipili kuna, lakini pia kuna limau ukikamlia ule mchuzi wake, lakini pia kuna hiki kitunguu saumu na vilevile vile, kuna hii tangawizi hii michanganyo ukiwachanganyia kuku kwenye maji yao ya kunywa. Ina, inachochea joto kwenye mwili wa kuku, kwa hiyo inakabiliana vizuri kabisa na joto, kwa hiyo ni michanganyo ambayo Uh, utaitumia sana kwa hiki kipindi ili kuto kupata madhara ya baridi ambayo nimekueleza mwanzoni kama vile uh, kuku kuto kutaga lakini pia na kuku kudumaa kwao. Uh, hii ni michanganyo muhimu sana, namna ya kuchanganya vipimo vya kuchanganya au uh, kwa, ni, tumefundisha sana hapa YouTube vipimo vya hivi vitu, lakini pia kwa wale ambao wapo kwenye kundi huwa tunaelekeza mara kwa mara. Kwa mfano tangawizi moja unaweka kwenye maji lita kumi. Sasa unaangalia na hali ya hewa, lazima ucheze na hali ya hewa. Kama kuna baridi sana, kwa mfano nilikwambia uweke pilipili tano, basi unaweza ukaweka pilipili hata saba ili kuweza kukabiliana na hiyo baridi, lakini pia ni booster ambayo itawabusti ita kuku kama watagi pale. Kama unahitaji kitabu, unahitaji kujiunga na kundi ili kuwasiliana na sisi, bonyeza kwenye hiyo alama iliyotokeza hapo. Hiyo alama ya WhatsApp itakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp yetu, na utaweza kuwasiliana na sisi ili tuweze kukuhudumia. Kama ni kitabu, tukupe utaratibu wa kulipia kitabu na kujiunga na kundi. Asanteni na kwa elini.